tanzania sio kisiwa na siku zote ukiwa na utulivu unafanya jambo lolote ambalo linakuwa la heri tumeshuhudia tangu mwaka wa 97 98 mpaka 2010 yaani hizi sheria za madini na mabadiliko yote yakiwa nafanya yakiwa yanafanywa ya kwa jazba badala ya kuwa na utulivu wa kutumia hekima ya kutoa elimu ya kutosha Ukifanya mabadiliko ya sheria kwa wakati huu ni jambo jema kwa maslahi ya taifa, lakini je, unajiuliza, Tanzania ni kijiji? Tanzania duniani tukoje? Kwa hiyo natakiwa elimu ya kutosha kwa waheshimiwa wabunge waelewe hii sekta ya madini ikoje. Elimu ya kutosha kwa waheshimiwa wabunge wajue dunia ya leo katika soko la madini ikoje. Toa elimu ya kutosha kwa waheshimiwa wabunge, uchumi wa madini wa dunia ya leo ukoje. Baada ya kufanya hivyo, wataalamu lazima waangalie pia mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa ikoje, ukiangalia na ya kwetu hapa, kwa sababu Tanzania sio kisiwa, sio sisi wenyewe tuko kwenye, kwenye, soko, kwenye soko hili. Kwa hivyo inahitajika pia kazi ya kufanya usiku na mchana na kuwa watulivu, kwa sababu mheshimiwa rais, you respect, japo ametoa ni kauli nzuri tu, lakini ajue na yeye alikuwa ndani ya bunge hili miaka ishirini iliyopita wakati sheria zote hizo zinapitishwa na yeye ni mmoja wapo alikuwa anaunga mkono sheria zote hizo kupitishwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa misingi ya kwamba walivyokuwa wanaulizwa bungeni walikuwa wanajibu wana, wana, wana, kwa kushangilia. Sasa tuje turudi leo hii tena kwenye ushabiki huo huo. Sasa kwa nia njema alionayo, tuwe na utulivu kwanza, tusije tukarudia tena makosa ambayo tumeshayafanya huko huko huko nyuma, japo unaweza kusema mingine alifanya sijui kwa nia njema kwa nini na sasa hivi muhemko ni mkubwa, wanasema lazima, wanasema ni afadhali ukawa na jambo jema usije ukawa na, na wanasema kwa Kiingereza tusije tukawa reactive, natakiwa tuwe proactive. La sivyo katika hali tulionayo sasa hivi, wabunge, kwa taarifa ambazo tulizonazo, kwa utafiti ambao umeshafanyika, ambao na utafiti unasikia upande moja, huja usikia wa upande wa pili, ili tuwe nata, tutumie nguzo tatu kwenye wimbo wetu wa taifa, nguzo ya hekima, nguzo ya umoja wa kitaifa na nguzo ya amani ya taifa letu tukijiweka katika ramani